Anasema ya kwamba waliendelea kuongezeka hata katikati ya matatizo. Unaweza ukaendelea kuongezeka katikati ya matatizo. Wana wa Israeli walipitia changamoto, farao akawawekewa vikwazo mingi ndiposa wasiendelee kuongezeka, lakini licha ya hayo, waliendelea kuongezeka. Licha ya kuwekewa mitego waliendelea kuongezeka. Licha ya kuwekewa mateso na mambo mazito waliendelea kuzaana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, wapendwa wa Mungu, kusikuwe na kikwazo ambacho kinaweza kikakusababisha ukose kuendelea, because when we have God everything it is possible. Haleluya hata kuendelea mbele ya maadui zako, it is possible. Kuendelea kuzaana mbele, katikati ya matatizo, it is possible. Haleluya! Unaweza sema mimi siwezi fanikiwa kwa sababu maadui wamekuwa wengi. Haleluya! When you believe in God, when god it is on your side, everything it is possible. Haleluya! Wana wa Israheli walikuwa na Mungu, ndiposa waliweza kufanikiwa mbele ya maadui zao, waliweza kuongezeka mbele ya maadui zao, waliweza kuzaana mbele ya maadui zao. Maandiko yanasema katika Exodus, chapter 1 verse 8, licha ya Farao kuwekea mitego kuwekea maumivu bado waliendelea kuongezeka. Hata ni vema hata ni vema angewawekea wange waongezea kazi kwa sababu, the more waliongezewa the more waliendelea wali kuzaana. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukanawiri katikati ya matatizo ukitembea na Mungu. Haleluya! without God utamalizwa, but when you have God you will succeed in your enemies. Haleluya! Na Mungu utafanikiwa katikati ya matatizo. Ukiwa na Mungu utafanikiwa katikati ya maadui. Ukiwa na Mungu utasimama katikati ya mitego. Ukiwa na Mungu, haleluya. Amen. That's why wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka katika nchi ya Misri, farao akawa amewafuata na watu wake. Waisraeli wakaenda wakafika mahali wakaona ya kwamba kuna bahari mbele, wakiangalia nyuma wanaona kuna wakina Farao wamekuja kuwamaliza wana Waisraeli. Wakalia sana, wakamwambia Musa, kwa nini umetutoa Misri? Lakini Mungu Musa akamwambia Mungu ya kwamba ona, wana wana Waisraeli wananililia Mungu akamwambia Musa katika Exodus chapter number 13 verse 14. Inasema Exodus 14 verse 13. Inasema Bwana. Sorry, verse 13. Musa akamwambia, akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, Bwana atakao wafanyia leo. Kwa maana hawa Misri mlio waona leo, hamutawaona tena milele. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi unanlilia mimi, una waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe weinua fimbo yako ukaunyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya kui, nao wana wa Israeli watapita katikati ya bahari kavu. Haleluya! Musa, wana wa Israeli walikuwa na Mungu na kiposa wakati matatizo ilikuwa mingi, wakamgeukia Bwana, wakamwambia Musa, Musa, hapa ni kubaya. Musa akamwambia Mungu, sasa wana Waisraeli wanalia. Haleluya! Musa akawa, Mungu akamwambia Musa, uko na nini mkononi mwako? Akamwambia, niko na fimbo. Piga hiyo fimbo, maji itoke bahari, igawanyike. Hapo inaonyesha kwamba Bwana aliwatetea wana wa Israheli life, akawaondoa katika matatizo. Walikuwa wamekaa katika maisha ya maangaiko, lakini Mungu aliweza kuwatoa katikati ya maadui zao. Mungu anaweza kakutoa katikati ya maadui zako, kama utapenda Mungu kama utapenda kusoma neno la Mungu, kuwa mutu wa kusoma neno la Mungu. Personal feeding, tengeneza time yako ya kukaa na Mungu ya kusoma neno la Mungu. Usiweke Jumapili peke yake, ikwe siku yako ya kukutana na Mungu, fanya kila siku Kutana na Mungu kila wakati, chukua time, tenga kwa siku, wakati wa kufanya maombi, kuzungumza na Mungu, mwambie hii na hii. Haleluya, wana wa Israeli, they know God. They know their God. That's why they succeed. They succeed everywhere they go kwa maadui zao waliendelea kuongezeka, kwa maadui zao walipita, wakaendelea kusimama. Farao alipanga kuwamaliza, lakini hakufaulu, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa na Mungu. Nataka nikwambie mpendwa, ukiwa na Mungu yu farao hata kumaliza. Haleluya. Haa, wachawi ambao wanakutatiza ambao wanakupatia changamoto, wanafanya unakosa kulala, ukiwa na Mungu utapita katikati ya wachawi, na wachawi wa tabaki wameangalia. Hivi Farau aliangalia wana wa Israheli wakipita katika bahari ya Shamu. Haleluya, Farau aliwaangalia. wapenda tunapaswa tufike mahali ambapo shetani atuangalie, tukienda kwa baraka zetu, maadui zetu waone tukivuka ng'ambo ya baraka zetu, waone tukipanda ndege tukienda ng'ambo. Haleluya! na haya yote tutaifikisha tuta tutayaona kama tutatembea katika njia za Bwana, kama tutasoma neno la Mungu tutakuwa na wakati wa kufanya personal feeding every time. Haleluya, because when you read the word of God through the word of God you will understand what is eating your life. Utaelewa kile kitu ambacho kinacho kukula. Praise the name of God. So tunapaswa kutembea katika njia za Mungu tukitaka kufaulu tukitaka kuweza kunawiri katikati ya matatizo, tunapaswa kutembea kwa njia za Mungu, walking with God one on one. Hiyo ilikuwa point number one. Point number two. Point number two, reading the Bible. Fanya biblia ikwe chakula chako cha kila siku, personal feeding, and that's why nimekuletea kipindi hiki cha kila siku ni kufundisha jinsi ya kufanya personal feeding Usikuwa unategemea Sunday peke yake ndio siku ambayo umepanga utakula. No, you don't need to eat once per week. You need to eat the word of God every day. Pray the name of God. So tunapaswa kukuwa na wakati wa kusoma neno, wa kufanya personal feeding so that our spirit in the spiritual realm tukaweze kukua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, watazamaji, ninawakukaribisha kwa hiki kipindi, tuendelee kufuatilia na tutaweza kubarikiwa na tutaweza kuinuliwa. Nataka kuomba na wewe, funga macho popote ulipo. Baba, katika jina la na Yesu, naombea mtazamaji wangu ambaye anayenisikiliza, ninamwombea baraka, ninamwombea ushindi. Baba, hili neno ambalo limepita likaweze kuzaa matunda katika maisha ya mtazamaji wangu likawe neno la baraka, likawe neno la kuinuliwa. Bwana ukambariki, ukamuinue tena katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Nata kuamini uko pale, unataka kuokoka, unataka kumpokea Kristo kama mwokozi wa maisha yangu yako, naomba ukarudie ombi hii nyuma yangu. Sema tu, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, futa majina yangu kwenye kitabu cha mauti andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Sema Yesu nakupenda na nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Kama umeomba ombi hilo, e, tafuta kanisa linalohubiri Yesu Kristo, ukaweze kwenda pale na ukaweze kumtumikia Mungu mahali pale, na Mungu ataweza kukusaidia. Mungu awabariki na Mungu awatende mambo makubwa. God bless you.